Ululdi insha Allah, kwa hakika sisi wenyeji tulikuwa hatustahiki kuzungumza chochote mbele za masharifu wetu na walimu wetu, tunahitaji zaidi kwa sababu tuweze kufaidikana na swaha zao. Sisi huku ni walimu, lakini mbele yao sisi ni wanafunzi. Kwa hivyo inshallah taala, ingekuwa ni vizuri zaidi tukawasikiza wao, lakini inshallah taala tutatabaruku kidogo, ili waje waturekebishe sisi pamoja na wale wanafunzi wetu inshallah taala. Kwa hakika tumesikiza ilmu kutoka kwa watoto wetu na ni ilmu kweli. Sababu na... kwa sababu tunaambiwa na wenye usuli kwamba alilmu maarifatu almaalumi ala ma huwa bihi, elimu ni kufahamu kile kitu namna kilivyo na tumeyasikia. Kwa hivyo tuliyosikia hapa ni ilmu kweli ya kihakika. Waljahlu tasawwaru almaalumi khilafu ma, ma huwa bihi, ujinga ni kufahamu kitu kinyume na kilivyo, huo ndio ujinga. Kwa hivyo ilmu tumeisikia na ni ishara kubwa kwamba walimu wamefanya kazi na wale wanafunzi wamekubali kusoma, kupiga goti na kusubiri, ndio wakatutolea haya ambao kwamba wametutolea hapa, na hivi ndivyo aliwaamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba innama alilmu bitaalumi elimu hakika si linginelo, elimu ni kwa kujifundisha. Nimekuja kwa wizani wa takalluf, maana lazima upige goti wewe kwa shekhe, ukubali akuelekeze. Wal fiqh bi tafaqquh fiqh bi, ambapo upige goti uelekezwe, na hakuna somo gumu kama somo la fiqh. Ingawa wengine wanasema zile fununi ndio zungumu, lakini fiqh ndio gumu. Watoto wametueleza namna gani utaweza kuswali, wametueleza arkanu swala shurutu swala, wametueleza yote. Pengine utamkuta, la utamkuta mtu mzima yao swali miaka yote, lakini leo utamuuliza arkanu swala ni ngapi, asikuambie shurutu swala ni ngapi, asikuambie mubtilatu swala ni zipi, hajui. Leo utamkuta mtu yao swali mtu mzima akiinama yake akienda kurukuu kiuno kiko wazi, na hii ni makosa, huna swala wewe kwa sababu auratu rajuli ma baina surati wa rukba. Wewe wa warukuu kiuno kiko wazi, una swala wewe. Mwanamke wa Kiislamu waswali, lakini utakuta mikono yote iko nje, miguu iko wazi. wa auratu almar'ati wa jamiu badaniha illa alwajha wal kafin, mwanamke mwili mzima ni uchi ndani ya swala isipokuwa uso peke yake na vitanga vyake kwa hivyo lazima tusome ilmu. Ilmu si kwa watoto peke yake, hata sisi watu wazima lazima, lazima tujitengee muda, tuje tupige magoti kwa shekhe aweze kutufundisha. Kwa hivyo, ndugu zangu, lazima tusome ilmu, na ilmu ina sharafu kubwa. Leo tumekuja kupambiwa, tukaambiwa ilmu yenye sharafu ni ile ya skuli, lakini urongo. Ilmu yenye sharafu ni hii, sharafu ni hii ya Kiislamu ya dini itoshe tu Mwenyezi Mungu atuambie, hal yastawi alladhina yalamuna ya waladhina la yalamun, ya astafhamu bimananaf hawalingani, wenye wanajua na wale ambao kwamba nini hawajui. Wewe ukisoma ilmu ya dini utakuwa hulingani na yule ambaye kwamba hakusoma chochote, hamlingani. Ndo alimamu Shafi'i yotuambia, akieleza sharafu ya ilmu yotuambia, anna kullu man nusiba ilayhi

na pengine la kitu kidogo tu. wa manrufi anhu hazina. Ukamwambia mtu bwana, wewe anta jahil, wewe ni mjinga, hujui anakasirika, na ni mjinga kweli. Kwa hivyo utakuta hamtaki kusoma, na tunataka kuitwa wanazuoni mashehe. Ni hatari kubwa sana, ni hatari kubwa. Kwa hivyo lazima tusome, tusifuate fuate tu yule mwenye jeo. Alatawahi wa tuambia idh, kullu man kallada fi tawhid imanihu lam yakhlu min at-tardid, kila mwenye kufuata fuata tu katika tauhidi imani yake haitaweza kuwa na shaka. Wewe unafuata fuata tu, mara unamsikiza huyu, na ndio elimu zetu za sasa. Ah, nimemsikia shekhe fulani amesema, mara kisikiza mwingine ah, huyu ni fasaha zaidi, mashallah, huyu huyu ndiye anayefaa huyu, unamwacha kwa sababu ataklidu. Huwa al-akhdh bil qawli bila, bila dalil, taklidi ni kuchukua neno kwa mtu bila hata dalili yoyote. Bali na mwanafunzi, mwanafunzi akichukua neno kwa shekhe lake huyu ni tabi'i. Kwa hivyo lazima tusome ilmu insha Allah taala, wacha wahastawilishe sana, tuko mbele za mashaikh zetu insha Allah ili tuweze kufaidika sote na tuweke masikio vizuri, kama tulivyoambiwa mashaikh zetu hao. Wamekuja kutoka mbali, na sisi wenyewe sisi tumetoka Nakuru, lakini tuna furaha kubwa kumuona alhabibi hapa, ambako ndio mudiri wa alghana kule na ndio rais wa majma'a alhababi. Kwa hivyo insha Allah taala tumefurahika sana.